Wanitoji blangu saa kama vipi, mama mtu? Hivi wewe mimi na blaza meni wapi na wapi? Mimi nahitaji mwanaume mwenye kitambi, mwenye mwonekano, anaevaa suti, anapendeza, hata kutembea naye mtaani heshima. Sasa kwa mwonekano wako, naweza kukutambulisha kwa wazazi wangu? Wewe unanikata bi show huo nihekiniowakaeanumaamtu hapa nimekuja penyewe fanye kitu chochote. Ujoja tulipa, ujoja tulipa, afu atupiga uchawi nini?